Tunayo nafasi ya kuwapendezesha watoto wetu wakavaa vizuri sana, lakini wakavaa vizuri kama Uislamu ambavyo umeelekeza, bila ya kuathiri maadili ya nchi yetu, bila ya kuweka matamanio kwa watu wengine. Maana tunapiga kelele, wako wengine ni watu wabaya huko, hawana nia njema, lakini sasa unakwenda kumuonesha mtoto kila kitu kinaonekana. Wengine si watoto wadogo, wengine wakubwa maana wanaokwenda kwenye viwanja vya sikukuu sio wadogo sana tu, na wakubwa wanakwenda. Sasa ni vyema tukawastiri watoto wetu vizuri, na shauri sana kwamba wale watoto tunapowapeleka, tuna tusiwaache wakaenda peke yao, twende nao sisi wazazi, au tuwape watu ambao tayari wanajifahamu vizuri. Mtoto kumwachia tu wakaenda peke yake kwenye maeneo hayo kwa kweli usalama wake sio rafiki sana na hasa tukilinganisha kipindi hichi. E, tumekuwa na ma, mitihani mikubwa sana ya udhalilishaji na mambo mengine. Sasa ni aula mtoto anapokwenda ukamsindikiza na mtu ambaye anajielewa, ende akampeleke mtoto afurahi, akimaliza arudi nyumbani akiwa salama, lakini pia muda huko muda huu ambao watoto mimi mara nyingi wanaanza jioni saa kumi, ni vyema hata ikifika wakati kabla ya isha awe amesharudi nyumbani. Kuna wengine mpaka saa nne, mpaka vile viwanja vinafungwa, bado watoto wapo, na wazazi tupo, hatuchukui hatua yoyote, baadaye tunakuja kulalamika kwamba mtoto amepatwa na. Tunahitaji sana sana kuendelea kujitahidi kutunza usafi wa mji wetu. Bado mji wetu usafi wake haujaridhisha kabisa. Ukipita mahala mtu anatupa taka, si pahala pa kutupa taka. Mtu anaweka udongo, anataka kujenga, si pahala pa kuweka udongo. Na wengine wanadiriki hata kuzuia njia ili wengine wasipite kwa sababu anataka kujenga, na kwa sababu tu yeye ana uwezo na haulizwi na mtu yoyote. Sasa niombe sana tuendelee kudumisha usafi ndani ya mji wetu usafi ni jambo, hili limezungumzwa hata kwenye Uislamu limezungumzwa. Lakini mji wetu tukiweka safi, tutahakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri, lakini pia tunaepuka maradhi. Serikalini huku tunaendelea kupambana, tumeshaelekezana kuhakikisha kwamba tunaendelea kudumisha usafi, na hatutamwonea mtu vibaya, asiyestahiki kufanya lile ambalo wanalifanya tutachukua hatua kudumisha usafi. E, ni wajibu wetu sote, hata kwenye nyumba yako. Kuanzia ya kesho tutaanza ile yaumu annahari, siku ya mwanzo ya idi wa baada lidi tuna siku tatu ayamu tashriq. Masiku haya Allah tabaraka wa taala ametutaka tuchinje, tule, tunywe, lakini hali ya kuwa tunamtakasa yeye Allah tabaraka wa taala. Na sio kila mnyama tu anachinjwa. Yani, anakuwa wa Eidul Adha au kichinjo, kina masharti yake. Yani, muislamu lazima ujue, sio kila mtu tu anapaswa kuchinja. La kwanza, kuna masharti ya yule ambaye anataka kuchinja na kuna masharti ya yule ambacho unataka ukichinje. Sharti la kwanza ambalo litakuwa hili kwa mtu sasa, ambaye anataka kuchinja, sharti la kwanza, kwanza kupatikane mnyama atakayekuwa katika aina nne, yaani huyo ambaye ya anataka kuchinja lazima ajue, apate miongoni mwa hawa aina nne za wanyama. Wa kwanza ni mbuzi, wa pili ni kondoo au ng'ombe au ngamia. Hawa wote ajaza din, dini, dini imeruhusu katika hawa kuchinja mmoja wapo, na vile vile wanyama hawa wawili ambaye atakuwa ni ng'ombe na ngamia hawa inaruhusiwa kushea familia saba kwa kila mnyama mmoja. Bimaana inawezekana na familia yangu mimi na mwingine na mwingine saba tukashirikiana kwa kuchinja ngamia, au kuchinja ng'ombe.